CCM oye! Mubunda safi! Mama Samia oye! Dkt. Kikoyo je na Kamili oye! wakubwa zangu shikamoni. Maraba vijana wenzangu wa mjambo au vijana hawapo? <laughs> Kwa majina, naitwa Carlin Kikoyo, ni kijana wa pili wa mgombea ubunge jimbo hili la Muleba Kusini. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kwa shukuru kwa uwepo wenu mahali hapa, uwepo wenu na kunili kubwa linatupa matumaini kuwa jimbo hili limeneemeshwa jimbo hili linatupa matumaini kwamba, uwepo huo wote unatudhihirishia kuwa mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan anapata kula za kishindo za ndio, lakini pia inadhihirisha kuwa mgombea wetu wa ubunge wa jimbo hili la Muleba Kusini amekwisha kuyafanya mengi kiasi kwamba tarehe 29 mwezi wa kumi tutategemea kula za kishindo za ndio oh. Lakini pia hiyo haitoshi, inadhihirisha kuwa na mgombea wetu wa udiwani wa hapa Kalinju makamili atapata kula za kishindo za ndio, nisiongee oh. Mengi napiga makoti magoti mbele ya umati wote, nikiomba kula za ndio kwa mafiga matatu kwa wagombea wetu wanaopeperusha bendera kwa kugombea nafasi ya urais nafasi ya ubunge na nafasi ya udiwani kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM si, oyee! Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Cuthbert Kikoyo ni mtoto wa kwanza wa Dr. Oscar Ishengoma Kikoyo. Nipo mbele yenu, naona mdogo wangu ashaongea wa mengi kwa hiyo mimi naomba tu niombe kura. Samia oye! Samia oye! Siwasiki, Samia oye! Kikoye oye! Kikoye safi, kisa kamili oye! Aise, kweli naona Mubunda mbo vizuri bwana, na naona hata mazingira yenu, barabara zote ziko safi. Kikoye oye! Mimi naomba niombe kura za mama Samia aaubira yeye, tunasema mapige matatu, mapige matatu, naomba kura kwa ajili ya mama Samia. kura nyingi. Samia, wewe pia naomba kura za kutosha kwa ajili ya Mheshimiwa Dkt. Kikoyo na pia diwani wenu Mr. Kamili. Nisakamili iemwye chuaana idu Chama cha Mapinduzi.